za kampeni za mgombea urais kwa chama cha NLD zingali kanda ya Ziwa na safari hii ni wilayani Kwimba mkoani Mwanza. Kama mnataka mfanye biashara nzuri ya mazao yenu, twendeni tarehe ishirini na tisa mkatuchague tushike dola. Ndiyo, ni mgombea urais Doyo Hassan Doyo wa NLD anayepingana na sera ya stakabadhi ghalani kwa ahadi ya mfumo bora wa soko la mazao. Endapo mtatuchagua tukaingia madarakani, sera ya chama chetu cha NLD, wakulima watafanya biashara popote katika soko lenye faida na wakulima, kuliko serikali kuingilia mazao ya wakulima na kuyapangia bei. Anasema uongozi wake Ikulu akipewa ridhaa ya kuliongoza taifa ni neema kwa wote, muweze kuendesha biashara na muweze kulea watoto, muweze kuwasomesha watoto, taifa lisonge mbele. Mikopo ya halmashauri si asilimia kumi tena. Halmashauri tutaziwezesha kutoa mikopo zaidi ya asilimia arobaini katika bajeti ya halmashauri, ili kuwakopesha wakinamama bila ya riba, waweze kufanya biashara zao ili waweze kupata maisha na waweze kusomesha vijana wao. Kwa hiyo, wakina mama na vijana, serikali ya NLD imetenga asilimia arobaini katika fedha za halmashauri kwa ajili ya kuwapa mikopo isiyokuwa na riba. Huyu ndio Doyo Hassan Doyo anayewania nafasi ya urais katika uchaguzi mkuu wa Oktoba kupitia chama cha NLD. Innocent Alois